Wasiwasi wasi umeibuka katika eneo la Mpeketoni katika kaunti ya Lamu kuhusiana na idadi ya vijana wanaozama zam, wanaozama wakijifunza kuogelea baharini. Ni wasiwasi huu ambao sasa humesababisha kujengwa kwa vidimbwi binafsi kwa mafunzo ya kuogelea kama na anavyotuarifu Rahma Rashi. Zaidi ya vijana mia mbili kutoka eneo bunge la Lamu Mashariki, kaunti ya Lamu, wameweza kupata mafunzo ya uogeleaji ambayo wameweza kuyafanya kwenye bwawa la uogeleaji maarufu kama swimming pool. Ni bwawa ambalo ni la jamii liloweza kujengwa na shirika la Pamoja Initiative chini ya uongozi wake Mama Umra. Pengine kwa mengi tutaweza tu kujumuika na wakazi wa Lamu kupata faida ya bwawa hili. Kuna hii curriculum ya CBC, utaona clip za watoto wafundishwa kuogelea kwenye mikeka kwenye ardhi na hilo jambo la kusikitisha tukaona, ni mbinu gani tunaweza kuibuka nazo ili haya masala ya kuogelea tuweze kuwapatia kipaumbele katika ile shirika la pamoja initiative. Hususan huku Lamu taona pia kwa sababu ya bahari, um, tunao watoto wenye kuogelea na vijana hukosa hizi nafasi za kujiendeleza, sababu wakitoka kwenye bahari wakaenda kupambana na maji um, mepesi ya puli huwa hawezi kusonga mbele vile inatakikanavyo. Kwa hiyo lengo letu sisi kama bandari ni kuhakikisha kwamba vijana wanatafuta alternative ways of opportunities in the sea ambao mojawapo ni hii vijana tuna wapatia ujuzi waweze kutafuta kazi baharini waweze kutafuta kazi katika nyanja za blue economy uh, ikiwa mojawapo ni hii lifeguard kwa hivyo tungeomba county government kupitia zile TVET ambazo ziko available mtujengee angalau swimming pool ili search facilitators wakija kutoka bari, uh, Bandari College uh, mazoezi haya hayao yatafanyika na tupate wengi uh, kwa sababu ni aibu kwamba tunaishi mazingira ya bahari na ujuzi wa kutokamana na masuala ama biashara za kupitia upande wa bahari hiyo hatuna, lakini kwa hawa mia moja na tisini na tatu wote wamepata ujuzi ambao itakuwa hata kesho kukitokea dharura yote ya uzamiaji wao wako na hizo technique wanaweza kwenda kuokoa mwenzao, kwa sababu nyakati za upepo wa hizo incidenti za kuzama kwa maboti majahazi watatokea sana sana. Walimu wakitongelezea kuwa hii masuala ya CBC ilikuwa watoto mpaka wapeleke lake baharini, na kulikuwa na kesi nyingi za watoto kuzama. We kuchukua mtoto kuanza kumfundisha kuogelea baharini si mchezo. We mwenyewe mtu mzima ambao wajua kuogelea tayari, huwa pale kuna mitihani yake. Na, ni bwawa linalotazamiwa kuboresha na kukuza vipaji vya vijana wa Lamu, hususan wale wanaofanya shughuli ya kuogelea. Na kama vile ambavyo tumeweza kusikia ni kwamba mashule mbalimbali yamekuwa yakitumia bwawa hili la maji kufunza watoto wao, kwani mara kwa mara vijana, hususan maeneo ya Mpeketoni, wamekuwa wakienda kuogelea baharini wale wanaofanya CBC na wengi tu wamefariki kutokana na changamoto za dhoruba la bahari, lakini uwepo wa bwawa hili la kijamii linalenga kuimarisha talanta za vijana. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Kaunti ya Lamu.